Ndugu zangu, hata kama mnalima, hicho kilimo mnacholima nyie mnaona mnapata lakini mnapata hasara. Mtaanza na historia kidogo, kwa nini mradi huu upo. <coughs> Mimi nilikwenda kwenye mkutano mmoja hivi ambao ulikuwa ni mkutano wa uboreshaji wa zao la mpunga, yaani ile mbegu bora ya mpunga ukiwa kwenye mkutano ule walikuwa wamekuja wataalamu mbalimbali wilaya zingine wakawa wanaeleza uzalishaji wao wa mpunga ulivyo. Wilaya ya Mbarali wakasema hivi, wao wanazalisha tani laki sita na na nusu. Walivyokuja Kera wakaeleza kwamba uwezo wao kuzalisha wanazalisha tani laki mbili na nusu mimi sikuwa hata na uwezo wa kusimama kusema nazalisha nini, lakini nikatoka kwenye mkutano ule nikaenda pembeni nikampigia simu mtaalamu wangu huyu nikiwa Mbeya, nikampigia simu, alikuwa Chunya. Nikamwambia bana, nibu, niambie haraka haraka, na mimi nataka kutamba <laughs> bana, nazalisha kiasi gani hapa? Akaniambia bana, kwa takwimu tulizonazo sisi tunazalisha tani, uliniambia elfu kumi na moja kwenye mkutano ule, mimi sikufungua mdomo. Tani elfu kumi na moja mtu anasema tani laki sita na nusu, mimi niongee nini? Lakini niliporudi nikakaa na, na wataalamu wangu, ni kweli sisi hatuna uwezo wa kulima mpunga? Uwezo tunao, shida ni nini? Ikaonekana kwamba watu wanalima lakini wanalima kienyeji. Je, shida ni utaalamu? shida ni maeneo? Tukaambiwa kwamba maeneo, nilichoambiwa maeneo yapo mengi ya kuzalisha mpunga, na sisi tunaweza tukazalisha kama wanavyozalisha hao wengine. Nikauliza hawa wanaolima wanazalisha kiasi gani? Wasema ah, hawa wanaolima eka moja napata gunia saba. Sisi nkawaza gunia saba, huyo anarudisha gharama kweli huyo? Kumbe shida ni moja, shida ni mbi, miundo mbinu ambayo sisi tunalima mpunga. Leo mvua zilipiga chenga baadhi ya maeneo, si ndio? Mpunga mtapata kama mwaka jana. Kwa nini? mvua ndogo, si ndio? Mvua haikuwa ndogo, mvua hii inatosha hii, sema maji yamepotea. Sisi swala hapa ni namna ya kuhifadhi maji ili tulime na sisi kama wanavyolima wengine. Ukisikia kule wanazalisha tani laki sita na nusu manake wana miradi ya umwagiliaji. Kwa hiyo tulichokiona sisi hapa ni kwamba tutengeneze miradi ya umwagiliaji, tulime kisasa zaidi kuliko tunavyolima kienyeji. Kwa hiyo swala hapa kilichotufanya tuje na mpango huu ni namna ya kuongeza uzalishaji, tulime kwa tija. Mpaka hapo, mmenielewa? Nini kilichofanyika? Kilichofanyika, tulikaa, nikamwambia mkurugenzi wa halmashauri tuwaandaye mpango sasa, kwanza wa kutuma wataalamu kupitia maeneo yanayofaa kulima mpunga, tuje sasa na sisi tuwe kama Mbarali, au tuwapite kabisa na kuwapiga bao tulipopita tulipata maeneo mengi ikiwemo mabonde yaliyoko huku. Kwa hiyo sisi tuliandaa andiko kwa niaba yenu, tukafunga safari, mimi na huyu mtaalamu wangu, tukaenda Dodoma. Dodoma tukaenda tume ya umwagiliaji kwenda kuwasilisha andiko letu la mradi wa umwagiliaji. Katika miradi ambayo ilipita mradi wa sipa ama niseme manyili ni katika mradi ambayo waliipenda sana. Mimi yule bosi wa tume wa umwagiliaji nchini akaniambia akasema, mheshimiwa DC wewe umekuja hapa nsema hey, asema wewe, oh, umeshamaliza wewe, tunakwenda kukupa mradi huu. Akasema hivi fedha hizo nini mnazipata, huu mradi tunauingiza kwenye mwaka huu wa fedha. Na pale pale pale akasema Mheshimiwa DC, sitaki kupotezea muda. Kikao kizuri sio lazima kiwe kirefu sana. Mimi nimekubali, tunakuja kutengeneza mabwawa ya kutengeneza mifuo ya mwagiliaji wa kilimo cha mpunga. Kikao kikafanya nini? Kikaishia hapo hapo. Kwani unataka mpaka mkae masaa kumi ndio useme mmeelewana? Tena akasema wale wengine ambao hawataki kuja kuomba wenyewe ah, hamisha hawa ndio wako serious. Tulipotoka pale haikuchukua wiki moja, wale wataalamu wakawa wamesha kuja Chunya, maana na wengine wakawa wanakwenda kwa pressure. Mimi hata sikuwepo, nami nilikuwa nimeenda safari nyingine, lakini walikuja walimkuta. Sasa tuelewe vizuri. Nampa nafasi mtaalamu aeleze ile, kuna vitu vingi humo vyo. Mnasema mwekezaji hakuna mwekezaji, mwekezaji ni sisi wenyewe. Mtu labda kama hamwelewi, kwani wewe huwezi kuwa mwekezaji? si ni mazingira tu haya, hmm. Sasa mtaalamu, eleza vizuri, wauelewe huu mradi namake umejitokeza mradi huu, yameulizwa maswali mawili mpaka matatu, lakini karibu yote yatajibiwa na mradi huu huu. Mambo yote alivyoeleza mheshimiwa mkuu wa wilaya ndivyo ilivyokuwa, lakini wale wataalamu mkuu, walipofika walifika mpaka manyiri hapa sipa, walishafika na walipokelewa, na waliangalia hatua za mwanzo, na wao wanaangalia kwanza na macho kabla ya vipimo, lakini walienda kwenye Google, waliangalia kwa satellite wakaona lile bonde ambalo tulikuwa tunafikiria sisi pana ekali elfu ishirini na tano ekali elfu 25, ambako mmo mnalima saa hizi ni zaidi ya zile tulizofikiria sisi. Wakanipa kwamba kuna uwezekano wa kuweka mabwawa matatu, bwawa kwenye mto Rungwa, lakini kuna mto Biti ambao nyinyi mnaofahamu vizuri, na mto gani Sipa ki, tutajenga bwawa kwenye mto Sipa, mto Biti, mto Rungwa na wakatuhakikisha kwamba eneo hilo la kumwagilia linaongezeka kutoka ekari elfu ishirini na tano mpaka ekari laki sita kwa sababu tutakuwa na mabwawa matatu. Yote atakinga maji aliyokuwa anasema mheshimiwa mkuu anapotea, yote atahifadhi maji, yakihifadhi maji yatamwagilia kipindi cha masika au masika yamwagilia kwa sababu itakuwa inanyesha mvua, lakini kuna muda unakuwa mvua hamna, tunaleta ile maji na mwagilia mpunga. Lakini tukishavuna mara ya kwanza, tunaweza tena kuingiza maji yaliyo kwenye mabwawa, tukalima mara ya pili, tutavuna. Inawezekana tukalima mara ya tatu. Mazao yanahitaji mvua kidogo, kama maharage ni, tunalima mle. Kwa hiyo tunawezekana kwenye skimu ya umwagiliaji ukalima zaidi ya mara tatu kuliko hii sasa, na mavuno ekari moja hapa alivyoisha mkuu wa wilaya hizo gunia saba mpaka tisa, mtu wa mwisho amesema tisa, lakini ekari moja inatakiwa itoe magunia 30 mpaka arobaini kwa namna ya kupanda kisasa, utatoka kumiliki ekari zile ishirini na tano tunakurudisha kwenye eka nne, unalima kisasa unapata mavuno yale yale ulikuwa unapata, gharama gharama kidogo. Sasa kama ulikuwa unalima eka 25 kila eka unalima kwa laki, laki ulime eka nne, utakuwa ni eka 25 mara laki, laki moja ni shilingi ngapi? Milioni mbili. Haya, laki moja mara eka nne, magunia yale yale. Umetumia milioni mbili, huku umetumia laki nne. Kipi ni rahisi? milioni mbili au laki nne? iyo Hey. Lengo kubwa la Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tulime kisasa, tuzalishe kwa wingi kutumia gharama ndogo, mwisho wapate faida. Sasa mradi huu kwa hatua gani? Walishatangaza wazabuni, wazabuni wa kufanya upembuzi yakinifu. Upembuzi ya kinifu tafsiri yake ni kwenda kuchukua takwimu zote za mabonde yenyewe waki, sehemu ya kujenga mabwawa yote, sehemu yote, mito mitatu, hata kama kuna mto wa nne na kuangalia eneo litakalomwagiliwa na mabwawa hayo, kwamba bwawa la kwanza litaelekea hivi, mfereji litamwagilia eneo hili, bwawa la pili hivi, bwawa la tatu hivi, bwawa la nne kama mto upo, ndio upembuzi ya kinifu huo. Lakini cha pili watapita kwa wananchi nyinyi, watakuuliza maswali hivi. Shule ya Marinyili tulijenga kibahati mbaya au tulipata takwimu za watoto kwanza? Hivi unaweza ukafika ukajenga shule tu? Lazima tujue watoto wako wangapi tujenge vyumba vingapi. Hata wenyewe nilimwelekeza siku moja mwenyekiti wa kijiji, bahati mbaya nasikia mkagoma na mkawatishia watu kwamba atakayeandikisha humo tunamua na maneno nyie mwenye kiti wa kijiji nilichomwelekeza aniandikie majina ya wote wanaolima mle na kila mtu analima heka ngapi. Sasa na nyinyi tena mkatafsiri tofauti kwamba sasa unatuandikisha ili tunyang'anywe. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesha sema hapa hakuna mwekezaji. Wakulima wa kwanza kulima kwenye skimu ni hawa waliopo na wengine ambao hawajashawishika hakuna mkulima aliyebebwa mgongoni na mkuu wa wilaya hayupo. Kama mna uwezo wa kulima ekari zote laki sita, lima. Tunachotaka sisi ni mpunga, ulime kwa gharama ndogo, mwisho wa siku jenge nyumba bora, jenga gesti. Leo tumeshalala hapa sasa, kwa sababu ametangaza tenda ile, na wale watu sio muda mrefu watakuja. Sidhani kama mwezi wa sita unapita, watakuja kuchukua takwimu mbalimbali. Sasa mwache vile vitisho ambavyo mnatishia, hata mwenyewe nilishatishiwa, nilikwenda mpaka pale, mjumbe anakuja umekuja kufanya nini In, unamwambia afisa kilimo anakuja kufanya nini kati yenu hapa hapa. Kwa hiyo mwache vitisho vile, wale wanakuja kutusaidia kupata takwimu halisi ili tupate gharama za kujengea mradi na mkandarasi atangazwe, tuanze kazi, ianze sasa mradi. Huu mkiupata nini, mtanufaika cha kwanza icho, mtalima kwa gharama ndogo, mazao mengi. Cha pili, miundombinu yote muhimu itakuja ikijumuisha skimu yenyewe, itajenga mfereji na mabwawa. Kwenye bwawa mle naweza nikaweka sato au kambale. Kwa hiyo kilima mpunga utakula wali, samaki. Jambo la pili, mezoea kula wali maharage tu jambo la pili, sikimu hii kuja huku itajengwa barabara kuanzia huko watakapoona inapita, kwa sababu mashamba yatatengenezwa na mashine. Sasa uwezo ukaleta buludoza huku umele, usijuri, lebeba mgongoni, si lazima libebwe na kichanja chake. Kichanja kile hakuna sehemu ya kupita, kwa cha kwanza nitengeneza barabara kiwango cha rahisi hivi, mnafahamu changalawe nzuri kwa sababu fedha nyingi zitawekezwa hapa. Mradi huu ni mkubwa, utaingiza mabilioni ya fedha kwa ajili ya ujenzi, gharama za uanzishaji ni kubwa. Kwa hiyo barabara nzuri itakuja sasa. Ikija barabara itakuja na nini? Na maji na umeme, na maji na umeme, vyote. Lakini ukitoa mpunga hapa, zitajengwa mashine za kuchakata hapa na magala makubwa, magala makubwa. Ukitoa mpunga pale, unaweka galani mashine zinakoboa mpunga, unapata mchele uliokuwa umewekwa kwenye kamfuko kazuri kalikoandikwa edha manyili kadili tutakavyokuwa tumepangilia. Muda huo ukifika, siki, mnanielewa hapo? Hiyo faida sio faida faida, faida. Wakati huo barabara tumepata, maji tumepata, wawekezaji wa hoteli, nyinyi mtajenga hoteli. Ukishavuna si utajenga pa kulala eh? Haya jamani, kwa hiyo mi naomba sana naomba sana mwache kukaa kwenye vikundi kujadili kitu ambacho hamkijui. Ni afadhali hata mwingeniita niwape ufanuzi hata kwenye ofisi. Nimesikia kuna mwekezaji, hakuna mwekezaji. Mwekezaji ndio nyinyi, ila mtaelekezwa namna bora ya kulima na namna bora ya kuendesha skimu. Hiyo skimu kijengwa siwa mifereji na bomoka ibomoki, ikibomoka tunafanya nini? Sinalizo karabati kati yenu mtakuwa kwenye, kwenye skimu ile kunakuwa na uongozi wa skimu ambao kunakuwa na kamati ya matengenezo madogo, kamati ya uzalishaji sijui nini. Ikitengenezwa nyinyi mtakavyozalisha, tunaambia edha gunia moja utapeleka kwa ajili ya maintenance ya skimu. Pakibomoka hata kuja rais tena Samia kutujengea, tunaiendesha wenyewe, si mnanielewa? Sasa hey, kwa lazima tuweke mfuko kwa kuchangia kiasi cha fedha gunia la mpunga ili yauzwe, tuweke fedha benki kwa ajili ya matengenezo madogo madogo kwenye skimu, na viongozi wenyewe ndio nyinyi. Kwa hiyo naombeni sana mwe watulivu, mpokee wageni wale, wajibuni jibuni maswali kadili wanavyouliza. Acheni vitisho, acheni tafsiri mbaya. Barabara itajengwa, magala yatajengwa, umeme utakuja, maji yatakuja. Mheshimiwa, nafikiri hapa kama kuna mtu hajaelewa, kuna mtu hajaelewa kweli, nataka rais awape nini sasa? Dokta Samia awaletee nini sasa? Manake mmenieleza hapa, mmezungumzia barabara, nikawaambia majibu ya barabara mimi ninayo. Umeme majibu ninayo. Ninyi mtakuwa ni kijiji kilichopendelewa kuliko ama, ni senta iliyopendelewa kuliko senta zote wilaya hii ninyi mkianza kunufaika hapa pengine mimi nitakuwa nimeshaondoka. Nimesharudi huko kwetu ambako hata skimu haipo, lakini mimi nimeiacha wapi? Nimeiacha Manyili, lakini ndio kazi niyo, tupo kuja kufanya. Nitakuwa nimetekeleza nini? Wajibu wangu si ndio? itabaki kumbukumbu kumbu. hakuna skimu itaitwa skimu ya Batenga hapa, haipo hapo, vipi bana? Iaminini serikali Iaminini, iaminini serikali. Achaneni na maneno ya kusikia ya vijiweni ya kudanganyana. kama hamko tayari, maanake tuna maeneo manne ya kuwekeza, lakini kwanza tunaanza na eneo hili la Manyiri. kama hamko tayari, niambieni leo leo, mimi naondoka hapa na kwenda kubadilisha mradi, tunapeleka maeneo mengine, tukubaliane hapa hapa. Mko tayari kwa mradi au, nikitoka hapa mimi nika tukabadilishe document tuhamishe na mradi tupeleke sehemu nyingine, siku mkiwa tayari na mimi nitakuwa sipo, wakati huo mtatafuta wa kumwambia. Ah, tuelewane vizuri hapa hapa. Mko tayari kwa mradi? Mko tayari kwa mradi? yes. Eh, ndugu mkuu wa wilaya Tunashukuru kwa ajili ya ujio wako e, sisi kama wanamanyili kwa kweli tutakuwa e, ni wanyimifu wa shukurani kama tutakushukuru. Ya nafikiri tumshukuru pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya nafasi ya upendeleo, kwa sababu e, ukizingatia ni maeneo mengi ambayo pia hayakupendelewa shule kama hii. Ya tunashukuru sana kwa ajili ya rais kutuona sisi huku mbali. Unajua huku ni mbali? Eh, huku ni mbali. Kwa sasa jicho la rais likatufikia mpaka huku. Kwa kweli ni namna ya upendeleo ndio maana nimesema. Vile vile ujio wa mkuu wa wilaya kwa mwaka uliopita alituuliza, mnahitaji nini serikali watendee. Tukomba, sisi kama shule tunahitaji e, madawati kwa muda huu. Aisee, mkuu wa wilaya akasema kwa kwa Kiswahili cha kisasa watasema imeisha hiyo, yani haikuchukua hata mwezi, tukaona Isuzu zinaleta madawati hapa. Tunashukuru sana mkuu. asante sana asante sana mkuu wa wilaya huyo. Umekuwa sio mkutano hili, kwa ni semina, sawa? Kwanza nimeshukuru, yani umetupa semina kubwa kwenye ushoroba. Hata mimi mwenyewe nilikuwa napanga kwenda kununua, lakini sasa hivi umeniokopesha, siendi, tubanane tum kwa sababu kumbe ukiwa juu naona na eneo chini. Kwanza namshukuru sana ametupa semina, lakini pia napenda kumshukuru mkuu wa wilaya kwa ku, kwa ujio wake huyu. Huu tumejifunza mengi, ametuletea mradi, tumeupokea. Si mradi tumeupokea? Kiroho safi. Aya tunauomba huu mradi Mheshimiwa mkuu wa wilaya utuwaishie ili mwaka ujao tupate tuweze kupata Mazao ya kutosha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, napenda upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa rais, kwamba tunampa mitano tena. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website, ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.